Karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital, tupo Kianga Unguja. Uh, Zanzibar huku uh, tuko hapa kwa ajili ya exclusive interview. Wengi walimfahamu wakati ambao anasajiliwa kutua Young Africans. ni Hans van der Plym ambaye alimwona Haji Mwinyi Ngwali wakati akiwa na KMKM, ilikuwa katika mashindano ya Kagame, kiwango chake kilimfanya banao jamaa, akaona hapana, ache kichuma, kija Jangwani, kija kuongeza nguvu huku, tuna uhitaji wa aina ya mchezaji kama yeye. Tuko naye hapa, ngoja tuzungumza naye. Kweli kabisa, karibu Kianga. <laughs> <laughs> Kweli tupo, unajua mianga hikoba, yeah. mm. na taarifa kwamba ulipata majaraha na umekuwa nje muda mrefu ukiuguza, shida ni nini na upo gani kwa sasa? shida ilikuwa ni injury kidogo, matatizo hapa na pale, sema tumekaa nje kwa muda mrefu kidogo, lakini sasa hivi tumerudi tunafanya mazoezi kidogo, namshukuru Mungu. Pia bana, tumeshuhudia tume ikichezwa fainali ya pili hapa Zanzibar, eh, kwa mara ya kwanza Zanzibar ikiingia kwenye kwenye kumbukumbu kumbu na historia. Performance ya Simba ulionaje, na pengine unadhani walikoma wapi? Ah, performance ya Simba ni kiukweli wamevuka hatua kwa sababu Simba iliyokuwa kipindi kile tofauti sasa hivi, iliyokuepo sasa hivi. Jana wamecheza fainali nzuri, sema ni mistake tu za kimpira, mchezaji wao kapata kadi lakini hakutegemea kupata kadi wala kuhujumu timu, lakini wamecheza vizuri sana. hmm. Shaba mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo ambalo wewe umekuwa anacheza eh, kwenye kiwango kwelikweli kweli Shabalala ni mchezaji mzuri kwa sababu atanisha cheza naye timu ya Taifa, namjua uwezo wake Shabalala, kila akifika hatua za ku, kuwa mkubwa anazidi kuimarika sana e. Nasikia unaongea naye bwana? E, kidogo tumeongea, si unajua sote maswaiba e. Alikwambiaje? E, tuliongea tu mambo ya kawaida kwa sababu mimi ni rafiki yangu hatuje kukwazana tumekuwa wote kwa kipindi fulani, hata kama yeye alikuwa Simba meniko Yanga, lakini timu ya Taifa wote tupo pamoja. Mempa pole e, mempa pole, kapambana, kwa sababu hata ukiangalia Simba walisema tunatengeza timu tunafika nusu fainali, lakini wamevuka wamefika nini, fainali ya yeah. Kwa miaka mingi wakati ukiwa Yanga umecheza mashindano haya ya kimataifa, ligi ya mabingwa na hata kombe la shirikisho, lakini kwa miaka hivi karibuni inaonekana ni, ni, ni kawaida kwa maana hiyo kwa maana ya, ya Simba Yanga kufika hatua ya makundi na sasa tu, msimu 20, 20, 23, tulishuhudia Yanga kicheza fainali shirikisho. Msimu huu Simba imeingia fainali. Hii inakupa picha gani kwenye mpira wa Tanzania? Kwanza inanipa picha kubwa kwa sababu umenizungumzia Simba Yanga, vyote ni vilabu vikubwa, alafu sahivi Tanzania tume tumevuka tulivyokuwa mwanzo sivyo tulivyo tulivo, sasa hivi bwana. Sasa nikurejeshe nyuma sasa Haji, tu, tuzungumzie ya maisha yako. E, una kumbukumbu gani wakati tupe picha wakati unasajiliwa una, una Yanga Africans kutoka KMKM ilikuwaje? Kwanza namshukuru Mungu nilifika timu kubwa, kwa sababu kufika timu kama Yanga ufanye kazi sana alafu uwe na bahati kwanza nanipa picha nilipokuwa Kemkemu, nakumbuka alikuwepo Martin Noji, nacheza mechi ya Alhilali ya wapi ya, su, ya Sudani na Kemkemu, ndio ndo lionifanya mimi kwenda Yanga Afrika ya baada ya game, viongozi wakakufuata ama Yanga walikuja nyumbani, Simba, Yanga, Azam wote walinifuata, lakini wazee wangu ndio walioniambia, bwana sajili Yanga ya yeah wananchi bwana, wazee wananchi. Kweli ni timu ya zamani elfu moja mia tisa thelathini na tano sio mchezo. Kwa hiyo, na ni mwalimu moja kwa moja ndiye ambaye alikwambia bwana, mimi nakuona unaweza kuna un kwenye timu ama ilikwaje, iliku, ya walikuja viongozi nakumbuka walikuwepo kina Tiboroa e, sijui sasa hivi mzee wangu yuko wapi? Hans van Pluijm wote walitiki nka, nkasajili kweli, namshukuru Mungu nikafanya kazi mpaka hapa nilipo. Ulimkuta nani wakati ambao unaingia na uliwezaje kuchukua nafasi pale? Nilimkuta na kumbuka Edward Ches Manyama, nikamkuta na Oscar Joshua Fanueli, niliwakuta e, pale tukapambana tukasaidiana, mwalimu akona hichi bora ndo kianze hichi kilichokuwa kimemzidi kika hivi ya yeah. mm. na eh, uh, Young Africans ile ambayo ilikuwa naichezea. Ipi mechi yako bora kabisa ambayo ipo kwenye kumbukumbu zako ambayo kama kukiwasha ulikiwasha kweli kweli? Mechi ya, ya, mechi nyingi zipo. Mechi zi, zipo eh. Yeah. Ninazozikumbuka na kumbuka mechi yangu bora ni ile ya mwanzo nilotambulishwa Yanga nikacheza na kumbuka Kagame. Ya. Yeah. Mm-hmm. Alikuwa dhidi ya timu nilotoka KMKM Kagame, eh yeah, nakumbuka yes. Lionyesha watoto wa nyumbani jamani. Lionyesha bwana eh, sasa hivi nimetoka huko, sio kama nimetoka huko hivi ah, ah, hapa nipo kazini sasa hivi niko kwingine mm. Haji, akatakiwa Yanga, nani alikuwa mwanaye? ah, Said Juma Makapu hey, mwanangu sana Paka leo. Mpaka kesho <laughs> mpaka kesho sana na Abdalla Shaibu Ninja Hmm. Alipo Makapu Mwinyi yupo, yupo, yupo, alipo Makapu yupo Ninja yupo Haji mpaka kesho eh. Nashukuru tunaendelea vizuri, tunapo samtim tunakoseana hivi hivi ndo urafiki, si unajua kama ndugu hata eh, kwenye timu kama mnakaa sana lazima ugomvi utokee yeah. Bana Haji Mwinyi, kwa kipindi hiki na kwa namna ambavyo unaiona Young Africans e bana, unajua unatwanga Ah. Kudra za Mungu lakini unajua daraja la mchezaji linakuwa bado lipo juu, lakini uwepo wako kwa huonekani nakuwa ndo vile vile, lakini nacheza kwa sababu mpira ndo kazi yangu. Pale maki kuna, kuna Romalisa pale, eh, kuna mdogo wako kibabage pale, unaonaje viwango vyao? Viwango vyao ni vizuri, kwa sababu anatofautiana, kwa sababu ukiangalia uwezo wa boka uwezo wa kibabage ni vitu viwili tofauti Bokani ana speed lakini sometimes unaweza kumwona ana mistake kidogo kwenye finishing. Kibabago unamwona anapasua kila mtu na uzuri wake mm. Uh, Young Africans ime imeondokewa ime, ime, ime na mchezaji wao Stefan Aziziki. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wameongeza thamani kwenye kile kikosi tangu asajiliwe, alichokifanya kimataifa kwenye ligi hiki unakiongelea, una una kwa namna gani? Kwanza nakiongelea Yanga kama Yanga ni timu kubwa, huwezi kwa mfano umeondoka Ziziki ndio utaacha pengo, hapana. Ziziki ana mchango kama Ziziki, kwenye timu alipokuja timu ilikuwa na uimara mkubwa sana, lakini cha kuwashauri Yanga wakaa tulize akili, najua wana wana viongozi wakubwa, wanajua kutafuta wachezaji. Yanga kama Yanga itabaki kuwa Yanga eh. Bwana najua ukienda timu kubwa kuna vitu vingi sana ambavyo huwa e, vinatokea e, hata simu na zenyewe huwa zinakuwa nyingi, watoto wazuri. Mambo ilikuwaje wakati huo Yanga Afrika? Ah, wakati nipo Yanga Afrika, kweli maneno yako anasema watoto wazuri, simu nyingi, lakini unachotakiwa pale ni akili yako, kwa sababu unajua Dar es Salaam ni kubwa sana ina watu aina tofauti ya yeah. Mm. Ulipata mke ulipu, wakati nda Yanga ulikuwa ushaoa ama baada ya kwenda Yanga ndo? Ah, nilipoenda Yanga nilikuwa sijaoa, nilikuwa balehe tu <coughs> e, balehe sema, nilipotoka Yanga nakumbuka nipige mgulu nchemba, nkarudi huko KMKM mwaka 2022 nilioa, lakini nilikaa na wifu wangu, lakini tukaachana sio, najua mambo ya ndoa ni ya riski, lakini leo 2022 <coughs> yeah. na mlikuwa mnafahamiana tangu wakati uko Yanga Hapana, nilimuona tu mtoto wa Kizanzibari mwenzangu, nikamwelezea sia zangu. Kweli mambo ya bara hukutaka? Ah, mambo ya bara niliataka kikweli, bara nilikuwa naye, lakini haikuwa riski. Eh, yupi ni kocha wako bora kukufundisha? Kocha wangu bora yani, kwa timu gani mfano, kiujumla? Kiujumla kocha wangu bora ni Hans van Pluijm, eh, kwa sababu yeye ndo alionitoa Zanzibar. Pa alotiki bwana, mwenye anaweza, ndo alionifanya mimi mpaka nikainuka nikajulikana Haji Mwinyi. kweli fursa, kwa sababu umepata nafasi ya kucheza timu ya taifa Tanzania. Uh, unaizungumziaje na kwa namna gani ulipokea nafasi hiyo? nilipoitwa timu ya taifa, ah, nilipokea fursa nzuri katika moyo wangu, kwa sababu kucheza national team sio masihara, kwa sababu katika Tanzania wapo wachezaji wengi. Mimi nilipata kama bahati, lakini nilionyesha nilichokuwa nacho, kocha sijamwangusha. Nakumbuka hivyo bwana. Kuna kuna ambao ukimtazama Haji Mwinyi wanamuona kama msela we, we, we una, una, una, Haji Mwinyi ni mtu wa namna gani tofauti na picha ambayo <laughs> watu wanakutazama? Hamna ah, watu najua wanafikiria vibaya, lakini mimi niko namshukuru Mungu niko peace, namwomba Mungu, mimi niko vizuri tu siku na usela Ae. changamoto ambayo umepitia ume, ume kwenye maisha ya mpira ambao unasema unatamani kwa kijana mwingine ambaye anakutazama kama roro modo wake, nini ambacho ulikipitia na unaweza ukashare naye ili kimjenge pengine mazingira namna hiyo asija akapitia. Kwanza unajua m, naweza nikasema kuwa yoyote ron modo wangu anataka maisha ya mpira ili endelee, kwanza ajitunze, apende kujituma, apumzike vizuri, asipende anasa. Si unajua mpira unataka utulivu na ah, na kujilinda tu. Ndo unaambia kwenye anasa ulinasa? Hapana, sijanasa. Hapana, unajua maisha ya mpira yana mambo mengi sometimes usee vijana We, nakuja hivyo, lakini mimi ninachokijua mimi kumwamini Mungu yeah. mm. ba, na kujituma tu, nasemekana mwanao alikuaga ndani yon, yondaniuaga mwanao ah, brother tu mwanawa, likuwa somo mwanangu sana, mwanangu alikuwa ni makapu na Abdalla Shebu Ninja mpaka kesho yeah. mm -hmm. e, Haji, watu wanatamani kukuona tena unarejea mipango ikoje baada ya kupona? Kuna klabu ambazo nazungumza nazo, ya unajua, klabu zipo lakini, sometime unajua ni, ukitoka kwenye injury tofauti na kama ni force ya bwana hivi, lazima ujipangilie, lakini tuna matumaini, namshukuru Mungu. Mpaka sasa hivi tulivyokuwa sivyo tulivyo tulivyo sasa hivi, na tutarudi tu kwenye game. Mashabiki wangu akae vizuri, mimi narudi inshallah, kwa sababu kazi yangu mimi ni mpira e bana. Kuna kipindi Haji uh, Kulikuwa na minong'ono bwana, Haji ni Haji ni teja, Haji anakula madawa e bwana, hii tunaiwekaje sawa na ukweli wa hii ukoje? Ukweli wa hii kwanza, vizuri umenikumbusha kitu ambacho kimenishtua kidogo, lakini mimi nakumbuka kipindi inaitwa hivyo, nilikuwa nipo, nakumbuka Shinyanga, kama hivyo nimesafiri, kuna mwandishi mmoja alinizushia mambo kama hayo, nkaenda kupimwa, nkaenda hivi, tukahangaika na wazee, kwa sababu ukajua yeye kaniharibia mimi, kumbe kaharibu kaharibu familia nzima inayonitegemea mimi. Lakini simu zilianza, simu zilianza nyingi, hajiwe hivi, sijui haji hivi, ah, kumbe sio kweli. Nkaenda kupimwa na tia pressure wazee. Nikasingizwa nimeoa kipindi kile, wakati mimi sijaoa, nimetoka Zanzibar, ni kijana balehe Nushona, nkasingizwa vitu kama hivyo. Kiukweli mimi sijamsamehe mpaka kwa Mungu. Ya. Na pengine ile kwa sababu ulikuwa haja ikitembea kuna midunduki fulani hivi. Eh, watu wakaanza, ah, Hamna ah. <laughs> <laughs> Ah, unajua unajua binadamu sisi ni watu wa wa ajabu sana, unaweza ukamwona mtu anaenda hivi, lakini kumbe hayuko hivyo, ni mtu ana imani na Mungu Uh, kiukweli mimi aliniumiza sana kipindi kile, aliniumiza. Nakumbuka kocha Hansi pia alijua, na kumbuka tulisafiri, nilikuwa kwenye mchezo siku zile nikatolewa kwa sababu akili yangu ilikuwa haiko vizuri, nilisingiziwa. Nakumbuka mpaka leo gazeti ninalo, alinisingizia wallahi billahi taala. Ukilitaka mimi kesho nakuletea nalo, eh, really? Aha. Alinisingizia amejisikavyo sijamsamehe mpaka kesho, yeah, msamehe bwana, ah, simsamehe. Kwa someka niharibia maisha yangu pia. Swali kweli tuna swali lakini, mimi simsamehe e bwana. Shukrani haya, asante sana, naam. <laughs> <laughs> Mtazamaji uh, wa Mwananchi Digital ni Haji Mwinyi Ngwali, tumekuwa na wakati naye mzuri wa kufanya naye mahojiano kufahamu mawili matatu kuhusiana na yeye, lakini kwa bahati nzuri pia amezungumzia fainali ya pili ya Simba ya kombe la shirikisho Afrika, eh, namna ambavyo amecheza na kile ambacho wamekiona, kwa, kwa faida ya mpira wa Tanzania kiujumla, maana miaka ya zamani wao walikuwa wanaishi hatua za awali, wakijitahidi sana ni kuingia hatua ya makundi, lakini kwa sasa clubs za Simba na Yanga zimekuwa zikivuka hatua hiyo kwenda robo fainali, nusu fainali, na sasa wamekuwa wanafika hata hatua ya fainali. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha interview hii, minaituelia Solomon, asante kwa sasa.